Wakulima wa mazao ya viungo wilayani Morogoro wapo mbioni kupata tija zaidi mara baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuwisha mazingira kupitia kilimo hicho utakaosimamiwa na taasisi ya kuendeleza kilimo AGCOT. Akizungumza wakati wa kutoa elimu kwa wakazi wa kata ya Konde, meneja wa AGCOT mkoa Morogoro John Banga amesema kuwa mradi huo unaenda kuchochea mapinduzi katika kilimo cha viungo katika kata tatu za wilaya Morogoro ambazo ni Tawa, Konde pamoja na Mkuyuni. Huu ni mradi ambao uliasisiwa na wat wataalam kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na sisi AGCOT kama e, taasisi ambayo inajaribu kusaidia kuchochea mapinduzi ya kilimo hususan kilimo kibiashara katika mazao ya viungo. Mradi huu ulipaswa kuanza mwezi wa saba, lakini tumechelewa kuanza mwezi huu wa nane e, uliopita, na tuna malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kumwezesha mkulima kupata miche e, ya mazao matano kuchochea kwa kupitia njia hiyo ya upatikanaji wa miche. Sehemu ya pili ni katika masuala mazima ya kuongeza thamani, ndio maana ameeleza hapa katibu tawala kwamba, e, kutakuwa na uwezeshwaji wa kuweka kinu kimoja kidogo kwa ajili ya kukamua mafuta e, ya manukato yale yaliyoonyesha pale kwa mazao yote haya. Tulisikitika sana kwa mara ya kwanza tulivyoona kwamba kwa huku Morogoro watu wakivuna midalasini pale shambani yale majani yanazagaa hapo afu baadaye yanakusanywa na kupigwa kiberiti. Ile ni pesa, maanake ni noti za elfu kumi na elfu tano umepiga kiberiti yale majani. Tungekuwa tunayakusanya na kupeleka sehemu ambapo kuna mashine au mtambo ambao ungeweza kuchakata na, kuto, na kupata mafuta, basi inakuwa ni hela inaenda kwa mkulima yule yule. Kwa hivyo tutafanya hiyo kazi, tutaweka mashine moja kama mfano itakuwa pale Tawa. E, pale sokoni na pia kutakuwa na mtambo mwingine mdogo utakaotumika pale kwa ajili ya kukausha mazao mbalimbali mbali. Tunazalisha iliki lakini hatuwezi kukausha iliki vizuri, lakini pia tunazalisha e, tangawizi. Tangawizi haziwezi kukauka vizuri, hawezi kubeba wafanyabiashara, na pia hata wakichukua watachukua kwa bei ya chini, tofauti na vile tungekuwa tumeikausha. Kwa hivyo pale kutakuwa na mtambo mdogo kwa ajili ya kukausha haya mazao kwa kutumia mwanga wa jua wala sio umeme huu utakuwa ni mfano kwe, kwa ajili ya kuwezesha wakulima kupata fursa e, ya kuboresha thamani ya mazao yao. Sehemu ya tatu ya mradi huu ni katika kuwajengeni uwezo wa kufahamu kwamba nini kinatakiwa kifanyike katika mchakato mzima wa uzalishaji mpaka unafanya mauzo ya mazao yetu haya. Kwa hiyo ni sehemu inaitwa sehemu ya mafunzo. Na katika hili ndicho kilichotuleta sasa siku ya leo. Kwa upande wake katibu tawala mkoa wa Morogoro Dakta Musa Ali Musa ameipongeza AGCOT kwa kuja na mradi huo na kuomba elimu hiyo isambazwe katika maeneo mengine. Napenda nimshukuru sana watu wa SAGOT kwa kuandaa haya mafunzo ya kilimo. Najua sisi tunalima na tunalima vizuri katika maeneo ambayo yanayosifiwa kutoka viungo ni pamoja na haya maeneo yenu, lakini bado mimi niwaambie tunahitaji mafunzo ya ziada kuongezewa mambo mengine ambayo yataweza kukuondoa sehemu moja au sehemu nyingine. Kwa hivyo, wenyewe watu wasagot, mimi ninawashukuruni sana ukweli, na niwaombe kwamba hili mnalolifanya hapa, hili na yale mengine mengine mnayotarajia kuyafanya, basi likimalizika hili, niwaombe tuendelee na, na maeneo mengine, ili na watu wengine nao waweze kufaidika na hichi ambacho, na mkifanya hivyo, basi mtakuwa mmetusaidia sana sisi watu tuliokuwa iko serikalini, itakuwa mmesaidia sana serikali katika lile lengo lake la kuona kwamba hawa wananchi wake hawa wana... Kwa upande wao wananchi wameahidi kubadilika katika kilimo ili kuweza kupata tija zaidi. Ni utoe kwamba haya mafunzo yawe na uzao kwamba yale ambayo tumewezeshwa hapa tukayafanyie kazi, kwa sababu nimeona kuna mambo ya utekelezaji. Mafunzo wamemaliza, lakini wametuachia sisi katika utekelezaji. Katika mkutano huo ulihusisha wataalam mbalimbali katika mnyororo mzima wa thamani ikiwa ni pamoja na wataalam kutoka shirika la viwango nchini TBS, wanunuzi wa viungo, wataalam wengine wa sekta hiyo kutoka mkoani Morogoro. Hasan Ninga, sayari ya TV Iman.